Nitakufundisha kufanya makeup nzuri soft clean kama hii ambayo unaiona kwenye video, fresh from camera, no editing, no filter. Jina langu ni Farida Othman. Nimeanza kwa kumsafisha mteja wangu, unaweza kutumia makeup remover au kutumia wipes ambayo ni makeup remover, vyote pia vinawezekana. Hii naopaka ni primer, itasaidia ku protect ngozi ya mteja wangu, lakini kuifanya makeup ya mteja wangu pia, uh, ikae muda mrefu. Baada ya kuchora wanja wangu nitakwenda kutumia concealer ambao itanisaidia kunyoosha au ku define ku shape wanja wangu vizuri. Umeona brush ya concealer ambayo ninaitumia. Nitachora upande wa chini alafu kisha nitakwenda ku shape wanja wangu na upande wa juu. Naomba nikukumbushe kwamba kwa wewe ambao unahitaji kujifunza makeup, kujifunza mambo yote ya saluni. Karibu sana katika chuo chetu Farida Beauty Academy. Tunafundisha mambo yote ya saluni. Namba zetu ni hizo ambazo unaona katika skrini yako sawa sawa. kwa hiyo ni vitu vya kuzingatia. Unaposhape wanja upande wa juu, unaweza kutumia concealer ile ile au tutatumia foundation kulingana na rangi ya mteja. Umeona ninavyonyosha wanja wangu. Kunyosha wanja hivi inahitaji mazoezi. Fanya mazoezi, fanya mazoezi, fanya mazoezi. Kwa wale ambao mtakuja kununua vifaa kwetu darasani bure wiki nzima. Tuna seti nzima za makeup ambayo utaipata kwa shilingi laki mbili. Kuna ya laki mbili na nusu, kuna ya laki tatu, kuna ya laki tatu na nusu, na ukihitaji na begi zake, begi zipo kwa shilingi laki moja na laki moja na nusu sawa. Kwa hiyo ninapochora wanja wangu kama hivi, nitaunyoosha. Baada ya hapo, nitakwenda katika steji nyingine ambayo nitakwenda kuchora uh, eyeshadow yangu sawa sawa. Upande wa ashad nitaanza kwa kutumia poda. Angalia brush ambayo naitumia, kila stage ni na brush yake. Kwa hiyo unaponunua vifaa, tutakubatia set ya brush kubwa, ambao una uwezo wa kupata brush zote za kutumia kwenye kila hatua. Baada ya kupaka poda yangu, hii ni kwa ajili ya kuificha ile concealer ambayo nilitumia pale awali. Sasa nita blend baada ya hapo nitatumia poda ambayo ni vizuri. Sambaza, sambaza vizuri. Alafu baada poda dark kama hii ambayo umeiona nitatumia poda dark kama hii ambayo unaiona. Alafu nitakwenda kuendelea na stage yangu nyingine ambayo nitaenda kupaka eyeshadow ambayo ni njano. Eyeshadow hizo pia zipo ukikichaji, eyeshadow pia utaipata. Nitaipaka eyeshadow yangu, iko vizuri. Ni rangi moja napaka, lakini muonekano wake utakuwa ni mzuri sana. Kwa hiyo so, lazima unafanya makeup upake rangi rangi nyingi Hapana, unaweza kutumia rangi chache, lakini matokeo yakawa ni mazuri kabisa. Umeona hii shadow yangu ilivoshika vizuri. Ukihitaji eyeshadow tu pia zipo sawasawa. Lakini watu wengi unakuta mtu anakwambia hatua kwa hatua, siwezi hii. Naochora hapa ni eyeliner, nitasaidia ku shape na kulipa jicho la mteja wangu mwonekano ambao ni mzuri. Kwa chora nyembamba sana, sitochora pana sana lakini pia una uwezo wa kuchora eyeliner yenye upana kulingana tu wewe ambavyo na mteja wako mnahitaji. Baada ya kuchora eyeliner, nitakwenda ku shape upande wa chini kwa kutumia foundation. Kwa wewe ambao umeshajifunza makeup kama hivi, wakati mwingine unahisi kwamba kuna ugumu basi au hauwezi ukazishika hatua vizuri, jitahidi ujiunge na magrupu yetu ya WhatsApp. Unatakiwa kufanya hakikisha, umesubscribe channel hii ya Farida Othman. Baada ya kusubscribe sasa, tutakachoenda kukifanya ni kwamba tutakwenda kujiunga katika grupu letu la WhatsApp, ambapo tukisha kuunganisha, umesoma kama hivi, umefanya mazoezi, tuma feedback yako tuendelee kukuelekeza vizuri. Nitai blend ile foundation yangu kama hivi ambavyo unaona baada hapo nitabandika kope zangu, unaona. Nitatumia kope ambazo ni nyepesi, lakini pia sio ndefu sana, ili zisim disturb mteja wangu. Faundesheni zipo shilingi elfu ishirini na tano. Napaka faundesheni kulingana na rangi ya mteja wangu, nita blend vizuri pia sawasawa. Kwa nitapaka faundesheni hii afu nitaisambaza vizuri Yani, foundation zetu si ziko very soft. Tunapata foundation ambayo inaendana na rangi ya mteja, hatukupi foundation tu bora foundation. Blend, blend, blend, blend it well. Baada ya hapo nitakwenda kutumia concealer kwa ajili ya kui highlight sura ya mteja wangu. Hivi ambavyo unaona, tapaka concealer, alafu nitakwenda kuiblend vizuri pia. Kwa wale ambao mnahitaji kujifunza, jamani, karibuni madarasa yetu mnaotokea mikoani hosteli zipo, njo darasani, njio jifunze live. Kama unahisi kwamba labda kwa mfano kupamba maharusi ni ngumu, una uwezo wa kujifunza uh, kusuka au una uwezo wa kujifunza kwa mbao, mnapenda makeup, kupamba maharusi pia, vyote vinawezekana, sawa. Baada hapo nitamalizia na kupaka poda yangu ambayo itaifanya finishing, then nitakwenda kutumia uh, setting poda highlight zile sehemu ambazo nilipaka concealer pale mwanzoni. Sawa sawa. Kwa nita, nita highlight zile sehemu kama hivi ambavyo unaona. Alafu baada ya hapo nitakwenda kuonyesha ule ambao ni mwonekano wa mwisho kwa siku hii ya leo. Sawa, sawa. Kwa nita highlight nitafuta zile sehemu ukiangalia kila hatua a, nimetumia brashi tofauti tofauti. Hii naupaka ni highlighter, itasaidia sehemu za mashavuni ziweze ku glow vizuri kama hivi ambavyo unaona. Sasa nita highlight vizuri. Highlighter inaipenda ama, nimeitumia mpaka inakaribia kuisha, lakini bado naipenda. Hii lipstick, lipstick palette pia hizi zipo, utazipata kwa shilingi elfu kumi na nane sawa. Nitapaka lipstick yangu ya palette kama hii ambayo unaiona. Huwa napenda lipstick za palette kwa sababu kuna rangi ambazo ziko unique, ninazipata katika palette, siwezi nikapata zile ambazo ni za liquid. Kwa hiyo ni, ni wewe tu mteja wetu, kuna rangi nyingine huwezi kuzipata lakini kwenye palette. Kwa hiyo ni vyema ukatumia lipstick hizi za palette kwa rangi zile ambazo unahisi ni adimu. Kwa hiyo baada ya kuchora na hii ambayo ni kama ina dark inakwenda kwenye brown inakwenda kwenye dark maroon kwa mbali. Yes, nitakwenda kupaka na lipstick nyingine ambayo iko light upande wa katikati. Jamani, njoo ni mjifunze makeup. Karibuni mjifunze makeup. Tunaposema tunafundisha sisi huwa tunamaanisha. Njoo jifunze vitu vyote vya saluni au unahitaji makeup, tunaweza kujifunza tu kwa mwezi, vyote vinawezekana. Mawasiliano ni namba hizo ambazo unaona kwenye screen. Una swali na chochote niandikie kwenye comment lakini pia ukijiunga kwenye magrupu yetu utajibiwa kwa wakati. Muone hiyo final touch mteja wetu aliyopendeza. Mimi niseme asante. Karibuni sana Farida Beauty Academy. Tunaposema tunafundisha huwa tuna maanisha. Jamani, Kwa wale ambao ni maharusi karibuni pia tunapamba maharusi, tunafanya makeup aina zote. Na kukumbusha usiondoke bila kugusa button nyekundu iliyoandikwa subscribe hapo chini. Lakini pia gusa alama ya kengele uendelee kujifunza nasi. Bye bye.